Kuna vitu vya kuiga jamani, kuiga pia dhambi. Kuna vitu vizuri vinafaa kuigwa eh. Kuna haka kasumba sana, kanatawaraje sana, kama nakasikia kwamba tajiri akifa na mali zake zinakufa. Tujifunze kwa wenzetu wa Arabu eh, Wahindi. Si kitu kibaya, kitu kizuri. Wenzetu wanawarisisha watoto kuonyesha misingi ya vitu wanavyovifanya wakiwa bado ni wadogo. Na sisi tukitengeneza hii desturi kwa vizazi vyetu tulivyonavyo kwa sasa, hatujachelewa. Tukitengeneza, tutatengeneza kizazi kizuri sana, itakusaidia sana wewe uchumi ulionao na utajiri ulionao, kuendelea mpaka vitukuu na vitukuu kuvikuta utajiri wako. Kwa hiyo kitu kinachofanyika, wao wenzetu wanachokifanya, kakiwa bado ni kadogo katoto. Yeye kama ni mfanya biashara, atakapeleka dukani, atakuwa na kaonyesha bado ni kadogo kajue, akitoka shule anampeleka dukani. Ukiwa ni wewe ni mwalimu, anakuwa anamfundisha ile taaluma, eh, akiwa ni mtu ambaye ni sanaa, anacheza, anajua ni mwana michezo ana vipaji mbalimbali anavyofanya anamnisisha ambavyo inakuwa ni kizazi kizazi. Ndio maana unasikia uko fulani, ule ni wacheza mpira wote mwanzo mwisho. Kwa hiyo nakusihi sana eh? katika utajiri wako na rasilimali zako nazozifanya, anza kulisisha watoto wako bado ni ingali ni wadogo, wajue ule uchungu ambao eh? unakuwa unapotea wanapokuwa wanapokua, ushaparika, wamebaki wanagombania mali, wanazitapanya badala yake watakuwa na uchungu wa kuziendeleza zile mali, yaani kila mmoja ana ana kiu ya kuzikuza zile mali zako eh, zile zana tulizonazo kwa sasa, kwamba ukiwaonyesha milenjo na na njia za utajiri na utajiri nao, watoto ulionao sasa watakutoa kafara, watakuua mpaka ufe. Ni desturi ambazo hatujazitengeneza wakiwa bado ni wadogo. Ndio maana upendo h haupo, hatujiamini. Wao wenyewe ndugu kwa ndugu hawana upendo, ndio ile kiondoka wanazisambaza mali. Unasikia fulani alikuwa ni tajiri, amekufa na utajiri wake umeondoka. Alikuwa ni mfugaji, amekufa na mifugo yake ondoka inawezekana. Jamani, tuige vilivyo vizuri katika desturi na jamii ya kwetu, tutengeneze watu ambao ni msingi kwa ajili ya familia na taifa kwa ujumla. Itakusaidia sana hata wewe. Ukianzisha hilo, fanya bila kuchoka, usikate tamaa.